Umewahi kujiuliza ni kwa nini kadri unavyozidi kuwa mwema ndivyo jinsi watu wanavyokudharau? Unamfungulia mtu mlango, hakuna shukurani. Unamsaidia rafiki, wanaanza kutarajia msaada wako kila wakati. Unaamua kuwa mwema kwa kila mtu, wanaanza kukupuuza. Ni kama wema wako unawafanya wakuone dhaifu. Na kibaya zaidi, kama hutagundua hili utatumia maisha yako yote ukijiuliza ni kwa nini watu wanakudharau. Utajiuliza ni kwa nini hawajali mahitaji yako na wanakutumia kwa faida zao wao binafsi. Usiogope, video hii itakufundisha jinsi ya kulazimisha heshima pasipo kupoteza wema wako, kwa sababu tatizo si kutenda wema, bali ni namna sahihi ya kuutumia wema wako vizuri bila kudharaulika. Alikuwa ni mtu mwema sana kwenye mji wake. Mara zote alikuwa anasaidia, mara zote alikuwa mtoaji, na mara zote alikuwa na tabasamu. Mtu yeyote aliyekuwa na uhitaji wa fedha yeye alikuwa akimpa. Mtu yeyote aliyekuwa akihitaji muda wake, hakuwahi kusema hapana. Mwanzoni watu walikuwa wakimsifia, walikuwa wakisema ni mtu mzuri na ana moyo mzuri lakini jambo la ajabu likajitokeza. Kadri alivyozidi kutoa na kusaidia watu, ndivyo jinsi watu walivyotaka mengi kutoka kwake. Kadri alivyozidi kujitoa, ndivyo jinsi watu walivyopunguza kumheshimu. Akaanza kuona watu hawamshukuru tena kama awali, walikuwa wakitarajia wema wake. Siku moja, mwanaume aliyemchukulia kama rafiki alimwazima kiwango kikubwa cha fedha. Ilipofika wakati Gayasi alipomtaka amrudishie fedha yake, rafiki yake alimcheka akamwambia mbona uhitaji, na pia nilidhani ulitenda wema wa kunisaidia. Hapo ndipo Gayasi alipogundua ukweli mchungu, dunia haina heshima kwa mtu mwema kupitiliza, bali ina heshima kwa mtu mwenye mipaka. Na hapo ndipo mahali watu wanashindwa kupaelewa. Ukweli mchungu ni huu: Watu hawathamini kitu wanachokipata bure. Jiulize swali lifuatalo: ni lini mara yako ya mwisho ulikaa chini na ukashukuru kwa hewa unayovuta? Ni lini uliwahi kukaa chini na ukasema hakika hewa unayovuta ni nzuri? Hivyo ndivyo jinsi watu watakavyoshindwa kuona umuhimu wako, kama wanafaidi wema wako bila gharama yoyote. Wataanza kufikiri huyu mtu mara zote atasema ndiyo, Sina haja ya kumshukuru kwa sababu mara zote atanisaidia tu. Watakuona kama wewe hujithamini au huna mahitaji yako wewe binafsi, hivi watautafsiri wema wako kama vile ni udhaifu wako. Umewahi kujiuliza ni kwa nini watu wema huwa wanapouzwa na watu? Mara zote yeye yupo, mara zote yeye anapatikana, na mara zote yupo tayari kufanya chochote kile, na bado hakuna mtu anayemheshimu na wakati huo huo mtu ambaye hajali ambaye anaweka mipaka watu ndio wanamheshimu na kutaka kuwa karibu naye. Unaweza ukaona kama inashangaza, ila ndio hali halisi. Watu wanaheshimu kile wanachohangaikia kukipata, wanaheshimu kile ambacho ni kigumu kupatikana, na kama wema wako hauna ukomo, unapoteza thamani yako. Hii haina maana uwe mpole au ujitenge au uwe mkorofi Hapana, bali unapaswa ujifunze kuwa na usawa na mipaka kwenye maisha yako. Na hivi ndivyo jinsi ya kulazimisha heshima bila kupoteza wema wako. Namba moja, tenda wema kwa kupenda kwako ku, na si kwa kulazimishwa. Saidia watu ndio, ila usifanye hivyo ili kumfurahisha mtu. Tenda wema kwa mapenzi yako wewe binafsi na si kwa kulazimishwa. Kabla ya kutoa msaada Jiulize swali lifuatalo: Je, nafanya hivi kwa sababu napenda kufanya hivi, au nafanya hivi kwa sababu nimeshindwa kusema hapana? Namba mbili: jifunze kusema hapana bila kujielezea. Mtu aliyepo kila mahali hayupo mahali popote. Kama unapatikana kila wakati, unapoteza thamani yako. Jifunze kusema hapana bila kujielezea. Jifunze kusema siwezi kufanya hivyo. Kisha utaanza kuona jinsi watu watakavyoanza kukuheshimu. Ni kwa sababu watatambua unatambua thamani yako na una mipaka kwenye maisha yako na watakuheshimu kwa hilo. Namba tatu. Pendelea shukrani kuliko kiburi. Kama mtu anathamini wema wako, endelea kumtendea mema zaidi. Kama mtu anakushukuru kwa msaada wako kwake Endelea kumsaidia kila anapokuhitaji, ila mtu akikulazimisha umsaidie usimsaidie. Akikulazimisha kumtendea jambo fulani usimtendee. Mtu kama hana shukrani hapaswi kuufaidi wema wako. Watu watakuheshimu pale wanapotambua hawawezi kukutumia kwa faida zao wao binafsi. Namba nne. Ishi kwa ajili yako wewe binafsi na si ili upendwe. Usitake kutafuta watu wa kupende, bali tafuta watu wa kuheshimu. Ukitafuta watu wa kupende, utajikuta unajipendekeza kwa kila mtu na utatenda matendo ili kuwafurahisha watu, huku wewe nafsi yako inaumia, na matokeo yake bado watakudharau tena zaidi. Ukiacha kuishi kwa kumfurahisha mtu, watu ndio watakuthamini zaidi na kukuheshimu zaidi. Nataka ufanye zoezi lifuatalo. Vuta kumbukumbu ya watu wote uliowahi kuwatendea mema au kuwasaidia, kisha jiulize: je, walionyesha shukrani au walikuchukulia kawaida? Kama utagundua walikuwa wakikutumia kwa faida zao wao binafsi, usikasirike, bali kuwa na hekima. Anza kufanyia kazi haya uliojifunza kwenye video hii na utaanza kuona jinsi watu watakavyokuchukulia kitofauti. Umepata kitu tuambie, nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.